Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu bwana wetu bwana mtume Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wasallam tutaendelea insha Allah, na madarasa haya ya sera ya bwana mtume <coughs> na tumefika katika kuzungumzia ibra na mawaidha na madarasa ama mafunzo tunayopata katika vita vya Badri na kihakika mafunzo ni mengi mengi mengi tu, manake tangu mwanzo tukisema ile mipango ya vita kuna mafunzo Taban, naam <coughs> Eh, eh, katika mafunzo eh, ambayo yatakuwa labda, yane, yana umuhimu zaidi eh, ni kuangalia pale mwanzo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya ule msafara ushawaponyoka eh, Bwana Mtume akaketi na maswahaba wa zake akafanya shura akafanya ushauri akaketi nao akashauriana. Eh, na huyu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh, ndio yule ambaye Mwenyezi Mungu <coughs> amemtaja amem akamsifu akasema wa'allamna kama lam takun ta'lam sisi tulikusomesha tukakufundisha tukakujulisha yale ambayo ulikuwa huyajui. Eh, akili yake bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndo akmalul uguli, yani akili yake ndo akili ambayo ni kamili zaidi, yeye ndo yafahamu mambo kwa namna yani ya juu zaidi. Lakini mwangalie bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaketi na maswahaba zake ambao wote wako chini yake kiilimu, kiqadri, kiubora, lakini yafanya nini? Yafanya ushauri. Ya fanya ushauri, bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam. Hili ni funzo sisi twapata kama Waislamu. Ikiwa huyu ni kiumbe ambaye ni mkamilifu, akili zake ni kamili, fahamu yake ni kamili, ni kamili kabisa, yupata wahi kutoka kwa Allah, jalla jalalu, yuzungumza na malaika, lakini bado yuwakete, akafanya nini? Akafanya ushauri, sio kuwa rai yangu tu ndiyo sahihi na sitaki rai nyingine la bali anaketi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa na akafanya nani? Akafanya ushauri na maswahaba, na kama tunavyokumbuka, yakatokea aliotokea, akazungumza Saidna Abubakara, akazungumza Saidna Umar, akazungumza Saidna Miqdadi, kisha akazungumza nani? <clears throat> Saidna Saad bin Muadh. Naam, kwa hiyo la kwanza tuwapata ni kuwa, mafunzo la kwanza tunalopata ni umuhimu wa mushawara kuwa jambo halendi isipokuwa kwa nini? Kwa ushauri. Eh, jambo lolote ambalo hatuna nasi katika kitabu na sunna, eh, hakuna uh, aya inayozungumzia jambo kama lile, hakuna sunna inayozungumzia jambo kama lile, eh, na mtu ameketi na familia yake, basi ni uzuri afanye nini? Ushauri. Eh, ni uzuri afanye ushauri naam, na ni muhimu utapata, hata ile atapata rai nyingine ambazo labda alikuwa hana nini, hana fikra kama hizo naam. Jambo jingine eh, ambalo twasoma, ambalo ilitokea pia kabla ya vita ni nini? Okay, yani katika huu mushawara wangalie Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alipozungumza saidna Omar, yani saidna Abubakar, kisha saidna Omar, kisha uh, saidna Miqdadi, ilikuwa yatosha. Washazungumza watu watatu, ilikuwa imetosha, lakini la Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam pia angalia, akawa watafuta Maanswari, na alipozungumza saidna Saad bin Muadhi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akaridhia na khalas, akawapa bishara, akamwambia sasa twendeni, sasa twendeni kwenye vita. Kwa sababu gani? Kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kama tulivyotanguliza, alikuwa amefanya makubaliano na hawa, ikiwa watakuja kupigwa vita pale Madina, ndio hawa Maanswari watafanya nini? Watamsaidia, watamkinga Ha, watakuwa wao ndo kama ngao yake bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa hapa ni vita nje ya Madina. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, angalia amana alokuwa nayo kwa hawa maanswari, ingawa hawa ni maswahaba zake wanampenda na nini, hakuwafanyia ijibari, hakuwalazimisha Bwana angalia, sisi tulikubaliana ndani ya Madina, lakini mimi ndo mtume, tutokeni twende. La, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akataka uketi nao, eh, kuwasikiza nyinyi, mwasemaje? Je, mtatoka kwa khiari yenu, ama, eh, itakuwaje, mutarudi, ama nyinyi rai yenu ni vipi? Kwa hivyo angalia pia, eh, amana ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na kuwa yeye ni mtume, lau atasema wale hawatafanya nini, hawatampinga. La, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akataka wao wenyewe waitoe awasikie wao wenyewe waitoe kuwa wao wako tayari kwenda nyuma ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Angalia hapa pia, eh, ni umuhimu wa kumweza kumkinaisha mtu ama kumfanya mtu afanye lile unalolitaka wewe kama kiongozi. Kwanini? Kwa nini kwa tuibi nafsi Yani afanye kwa yeye kwa kuwa amefurahi, badala ya kufanya nini? Kumlazimisha, maanake utamlazimisha atalifanya, na yeye hafanye nini, hataki labda, e ama utaharibu ile alaka baina yenu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa ile amana yake, akawapa nafasi hawa maanswari wao wenyewe wazungumze, na walipozungumza Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akafanya nini? Akafurahi sana na wakatoka. Pia katika mafunzo tunayopata ni <clears throat> kukubali ule ushauri hata kama ule ushauri una khalifu rai yako wewe, kama kiongozi, wewe kama baba eh, wewe kama mwalimu eh, wewe kama una mtu yoyote yofanya kazi chini yako yuko chini yako eh, bosi sijui ama wewe kazi yote muhimu, una mtu chini yako eh. Na wengi wetu mtu akishafika labda umri wa 25 30, lazima kutakuwa na mtu chini yake, ima ni ndugu mdogo au, au, au, au mpaka mwisho. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walipofika pale Badri, kama tunavyokumbuka, kuna sehemu walikuwa wameketi yani, Bwana Mtume akasema tuketini hapa tuwekeni camp hapa. Akaja mmoja wa maswahaba akamuuliza, ya Rasulullah, hii ni wahi ama ni nini? Ni rai ya kivita? Ni hila za kivita? Bwana Mtume akamwambia, ah, hii si wahi. Angalia sasa, hapa. Kwanza, mafunzo ni mawili. La kwanza ni kuwa lau ikija wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu au bwana mtume, imekuja aya wadhih, imekuja sunna wadhih, basi muislamu eh, ma kana lahumul khiyara, hakuna khiyari, lazima tushikane na ile nasi Hakuna kuleta ah, sijui hivi sijui hivi, naona hivi ni bora. La, lililo bora ni lile alilotueleza Mungu na nani, na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, khalas. Na hii ndo imani ya muumini. La, muumini atakuja aone kuna jambo bora kuliko swala la muumini, atakuja aone kuna jambo jingine la kidunia bora kuliko msikiti, basi tutamwambia muumini kama yule imani yake haijakamilika. Eh, mizani zake zimefanya nini? Ziko makus, yani ziko opposite, ziko kinyumenyume eh, zile mizani zake ama fahamu yake imefanya nini? Ni ya makosa na hapo hakuna maneno. Ndio maana huyu sahaba jambo la kwanza alomuuliza mtume, awahyun hadha, hii ni wahi? Maanake kama ni wahi mimi siwezi kufanya nini, kusema chochote. Kama ni wahi hakuna, tutaikubali na hakuna wasiwasi wasi. Lakini bwana mtume akamwambia, la, hii si wahi, bali hii nini, ni hila za kivita. Basi alipomwambia kwa ni hila za kivita, yule sahaba pia anajua hila za kivita akamwambia, ya Rasulullah, basi mimi naona sehemu fulani ni afadhali, kwa sababu kadha kadha kadha. Sasa tuangalie hapa, huyu bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, kama tulivyosema, ni akmalu nasi aglan, yeye ndo akili yake, yani ndiyo bora zaidi, ndiyo kamili zaidi lakini huyu sahaba hata kabla ya kuangalia kuwa bwana mtume alikubali au hakukubali, yule sahaba alikuwa na uwezo wa kumweleza bwana mtume. Sisi wangapi, eh, watoto wetu ama wale wafanyikazi wetu ama watu wote wako chini yetu wanaweza kuja kutueleza rai bila kuogopa je? Eh, mtu manake huyu ni sahaba na wanampenda mtume wanamfanyia taadhim wanamadhimisha sana, sana, sana, lakini ana uwezo wa kuja kutoa ile rai alionayo. Yani mtume si dikteta kwa lugha yetu mtume si nini? Si dikteta, eh? Si mtu kuwa khalas eh? ni my way or the highway, ima ni rai yangu yani ma, eh, ma urikum illa ma ara, yani mimi sitaki muone chochote isipokuwa kile mimi ninachoonyesha eh? kama kwa mfano ni baba nyumbani, hamutokula isipokuwa kile mimi ninachokitaka, hamutoenda isipokuwa pale ninapopataka tuketi tujaribu tufanye tufahamiane. Ndio, yule sahaba akawa na uwezo wa kwenda kuzungumza na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na akamweleza. Na lingine tunalosoma pia katika tukio kama hili, maana yake tukio hili ni muhimu sana katika jamii yetu. Eh, tukio lingine ama, eh, fahamu nyingine ama mafunzo mengine tunayopata ni kuwa, angalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoona fikra yule sahaba, alipomsikiza akamfahamu, basi akabadilisha rai yake, Bwana ametoa jeshi zima kutoka ile sehemu yake, akamwambia, ah, kweli bwana, hii fikra yako ni sahihi, mimi ile nilokuwa nimefahamu si kama hii. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam akaondoka ile sehemu, akaenda sehemu nyingine. Jamani, bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam hapa yuatujulisha kuwa eh, haito ingia akilini, haiwezekani. Haiwezekani iwe mtu mmoja rai yake kila wakati ndiyo itachukuliwa. La, Bali mara nyingine yaweza kuwa wewe ni mwerevu, wewe una hikma kuliko mtu mwingine, labda yule mtu mwingine ni mdogo kuliko wewe, lakini ikawa ile rai yake na nini ina nguvu zaidi. Kwa hivyo ni uketi ile rai usikize wewe, kama mwanadamu. Sisi kama wanadamu sisi kama waislamu tuna ikhtilafu mara nyingine na watu wengine, tunatofautiana kirai, kikazi, kidini, sehemu yoyote, kijamii, tuko nyumbani, kisiasa. usijione kuwa rai yako ndo 100% bwana Usijione kuwa rai yako ndo 100%. Huyu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Usijione kuwa rai yako shekhe lako ndo 100% bwana. Manake sisi twaishi katika mjtama ambao eh, mtu atasema kwa mfano, rai ya mwalimu wangu, rai ya shekhe langu, rai yangu, rai ya bosi wangu, rai ile rai alionayo yeye ya kiongozi wake, mwanasiasa wake ndo 100% eh, Huyu ni mtume na amebadilisha rai, eh, kuwa mtu sisi ni tuketi ile rai ya yule unayemkhalifu, kama tulivyosema, ima ni kidini ama ni kisiasa ama ni kikazi ama ni kibiashara, ile rai yake usikatae tu moja kwa moja. Keti uisikize uiangalie kiakili, kweli jambo hili, maneno haya yanaingia akilini eh? huyu bwana amesema bwana tuuze bidhaa hii badala tuuze hii waonaje? Wow, ushaona, usiipinge moja kwa moja, kwa sababu labda ni mdogo, ama kwa sababu labda ni mkubwa, ama kwa sababu labda ni kabila fulani, la, la, la, la, hasha, wakala. Tamam, kwa hiyo eh, tutakoma hapa kwa haya mafunzo, manake mafunzo ni mingi na muda ndio huo. Eh, mafunzo ni mengi, tutaendelea hapa lakini haya mafunzo inshallah tutajari, tujaribu ni sisi kama waislamu tuyazingatie, eh, si kuwa tu ni kusikiza viso na kwenda la, eh, sira uzuri wake ukiisoma pale pale wapata nini? Wapata mafunzo, wapata mafunzo, wapata mafunzo, na tujaribu kufanya tatbiki, yani kuimplement mafunzo haya katika maisha yetu ya kila siku naam, na tuombe Mwenyezi Mungu atujalie, minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.